Kwa jina naitwa Nurudini Waziri. Mm -hmm. Eh, natoka Arusha kwenda Tanga. Ilikuwa nyuma ya siti kule kwao, kilichoendelea huko mbele sijakielewa. Sikia tu nimesikia tu nani, mtikisiko kama magari yamegongana. Eh. Mm -hmm. Eh, sasa sijajua kilichoendelea nini, ni kitu gani kimesababisha? Mm -hmm. Eh, kwa sababu nilikuwa kule nyuma. Nikaja nikatoka nikaja hospitalini. Sasa sana hapa kwenye nyonga, kokote kuzima huko, miguu mizima, kiuno kisawa, hapa ndio ameumia kwa ajili ya kuminyana pale mlangoni. Naitwa Eliab Koso... Julius abujulias Mndeme amepakilia njoro anakuja sana hapo, katikati tairi ya kushote kavazuru gari likaparamiele lingine ikagonga. Baada ya hapo, watu wakawa wanapambana kumisaidia kutoka, tukafanikiwa wengine kutoka, kutoka wakaungua.

Dk. Lwitiko Kadenge Mwalukumba, mganga mfawithi hospitali ya mji Same. Jana uh, tulikuwa na, na tulipata majeruhi wa ajali ambayo ilihusisha hizo vifo ambavyo vimetajwa, lakini sisi tukawa na majeruhi thelathini, kati yao majeruhi thelathini sita wakafanywa rufaa kwenda mawenzi na KCMC. 24 tukawa tumebaki nao hapa. Leo asubuhi tumeamka kuangalia tena hao 24 ambapo kati ya hao 22 mbili wameweza kuruhusiwa hali zao zikiwa nzuri lakini wawili bado tumeendelea kuwa nao, ambapo mmoja tunaendelea kumfanyia utaratibu kama ikiwezekana kufanya rufaa kwa ajili ya vipimo zaidi, lakini huu mwingine tunaona kwamba hali yake inaendelea vizuri kiwango ambacho kinaturuhusu kuendelea kuwa naye. Kinachoendelea ni kwamba miili bado miili mitano iko mochwari, mmoja ulitoka mawenzi ukaja jana hiyo, na hiyo minne bado ipo pale mochwari kwa saa hizi. Utaratibu bado unaendelea wa ndugu kwenda polisi kujiandikisha na kuja kuendelea ku kuitambua hadi sasa, bado hatujapata utambuzi rasmi, lakini tayari miili minne ndugu zao wameshajitokeza, wanaenda kufanya utaratibu wa kutambua sasa rasmi, kutupa majina kamili, umri wao na sehemu ambayo watu hao wanatokea. Imeshatambuliwa kwa hatua za awali, bado tu kukamilika, kwa maana kwamba majina rasmi, lakini kutambua kwamba huyu ni ndugu yangu, tumeshaanza kuwapata watu. Mwili mmoja tu ndio ambao bado hatujapata ndugu ambao wamekuja kuuangalia. Dr. Lwitiko Kadenge Mwalukumba. Lwitiko. Lwitiko. Lwitiko Kadenge. Kadenge. Yes. Ni, tunawaomba wahakikishe wanaongozana na watoto wao, baba na mama, kwa ajili ya kupata kile kipimo cha DNA ili kubaini ile ile masalia ya miili iliyoko pale kama ni ya ndugu yao au la, na mara wanapotambua kwamba ni ndugu yao, basi wahakikishe wanabeba hiyo miili na kwenda kuzika kwa utaratibu wa kifamilia. Aa, serikali yaani Same inawapa pole sana wananchi wa Same, sababu inavyoonekana hatuna idadi kamili ya abiria waliokuwepo kwenye kwenye costa Aa, lakini inavyoonekana wengi waliofariki walikuwa ni wale abiria waliokuwa kwenye kosta ambao wengi ni wakazi wa Same.